Hello, habari ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha leo ambapo leo nataka nizungumze umuhimu wa kuweza kujisimamia na umuhimu waweza wa kuweza kutambua thamani ya kile ulicho nacho. Watu wengi sana tumeingia kwenye namna ya kuweza kuangalia wengine wanafanyaje na tunasahau kutumia vile tulivyo navyo ili tuweze kubakisha kiasi na ili tuweze kuwasaidia wahitaji, lakini tumeingia kwenye mfumo ambao majukumu ambayo tumejiwekea yanakuwa makubwa sana kuliko kile kiwango ambacho tunakuwa nacho, na muda mwingi tunajaribu kukompiti muda mwingi tunajaribu kuamua kufanya yale yaliyo juu ya uwezo wetu. Mwisho wa siku tunajikuta tunaingia kwenye madeni makubwa sana mazito ambayo hayakuwa na sababu mm. Na lengo la deni sio tu kulipwa, lengo la deni ni kukufanya wewe uwe mtumwa wa yule anayekukopesha, kama kitabu cha Mithali kinavyosema, kopai ni mtumwa wa akopeshaye. Aa, kama tutaweza kutumia kile ambacho tunakuwa nacho, kama tutaweza pia kugundua thamani ya vile tulivyo navyo, na pia kama tutaweza kuelewa yale mambo makuu ambayo Mungu aliyaweka ndani yetu, ina maana kwamba tutaweza kuridhika na tulio nayo na kutoka kwenye yale tulio nayo tunaweza tukaendeleza kutokana na kile ambacho tunacho ambacho tumepewa. Mfano huu pia unaenda kwenye kitabu cha Biblia ambapo tunaona wale watu watatu waliopewa talanta tofauti. Kuna mwingine alipewa tano, mwingine mbili, mwingine akapewa moja. Watano akazalisha zaidi tano, wa mbili akazalisha zingine mbili, huyu wa moja yeye akuzifanyia kazi zile alizopewa lakini akazichimba chini akazifukia. Na pale Biblia inatuambia kwamba huyo bwana wao aliwapa zile talanta kulingana na uwezo uliokuwa ndani yao, kwa maana waliweza kufanyia kazi zi, wangeweza kufanyia kazi zile talanta ambazo walifanyaje? Ambazo walipewa awa wengine walifanya, lakini huyu mmoja yeye alitoa sababu zake alizokuwa ametoa. Ah, watu wengi huwa tunapewa talanta nyingi, kama nilivyozungumza mwanzoni, umepewa kitu, lakini kelele za nje ndio zinakufanya mwisho wa siku uizike ile talanta uliopewa. Mwisho wa siku, kelele za nje zinakufanya ujione kwamba wewe hufai ujione kwamba wewe una thamani huwezi ukatumia kile cha kwako, kwa sababu wengi labda wamekukatisha tamaa, wakakwambia huwezi, kwa sababu wengi walizungumza mambo mengi kukuhusu. Kwa mwisho wa siku unataka kukompiti na vitu ambavyo sio vyako, ndio hivyo, labda ukope, ufanye hivi, uishi maisha fulani hivi ambayo watu wataku appreciate, kwa maana ukashindwa kutumia vile vyakwako kutokana na kelele mbalimbali, ambazo zinakuwa zina kuzonga zina wewe. Hatuko duniani hapa kwa bahati mbaya, hakuna aliomba kuzaliwa, wanazungumza siku zote, umejikuta uko kwenye dunia. Wewe sio wa kwanza kuwepo kwenye dunia, na unaweza ukawa sio wa mwisho, labda Yesu Kristo arudi. Kama tumejikuta tupo, kuna yeye mwenye taarifa zetu kuna yeye ambaye anaweka kiu ndani yetu, labda ni kiu ya biashara, labda ni kiu ya kusema na watu, labda ni kiu ya kusaidia watu, labda unakuwa una kiu ya kufanya jambo fulani fulani fulani. Hiyo kiu si wewe tu ambayo umeiweka, lakini ni Mungu, yeye ndo anakuwa ameweka ndani. Kuna kitu unafanya kwa sababu ya wengine pia na unasikia raha ndani ya moyo wako, unasikia amani kubwa sana ukiwa nakifanya ndani ya moyo wako. Na hata kama huna kiasi hicho kikubwa kwenye hiyo investment lado, ambayo unakuwa na kubwa, wazo kwamba utaifanya kwa ajili ya kusaidia watu moja mbili tatu kwa ajili ya kuleta impact kwenye dunia, usikate tamaa, kwa sababu yeye aliyekuwekea wazo hilo ndani yako yeye anajua ya kwa namna gani utaenda lakini, utafikaje huko pia utafika kwa kuthamini zile steps ndogondogo ambazo utakuwa unazichukua. Utafika huko kwa kuamini ule uwezo ulio ndani yako, kuamini kiwango cha kiuchumi labda Mungu ambacho anakuwa na kubariki nacho kwa muda huo, unaweza ukatumia, ukadevelop, kwa step fulani, then ukaweza pia kuwa na surplus. Mbegu hiyo yote, mbegu hizo nyingine tunakula, lakini nyingine tunaacha akiba kwa ajili ya nini? Ya kesho. Nyingine tunaifanyaje? Tunaipanda na maisha yetu inabidi yawe kwa huo mfumo. Kwa mantiki zote hizo ambazo nimeongea, umuhimu wa kujua kile ulicho nacho na kukiendeleza kile ulicho nacho, ukiweza wewe kusimama katika nafasi yako, na mwingine pia akaweza kusimama katika nafasi yake, mwingine pia akasimama katika nafasi yake kila mmoja akasimama katika nafasi yake, tunaunda jamii ambayo ya watu ambao wanajielewa, jamii ya watu ambao wanajitambua. Kwa mantiki hiyo jamii jamii, hii na jamii hii, mwisho wa siku ndio inaungana na inakuwa nini? Ni taifa ambalo mwisho wa siku litazidi nini, kwenda mbele. bonaswasue sana. Kwa hiyo jimalishe wewe kama wewe mwenye haki, huinua taifa. Nyanyuka, Jitambue, jithamini, jielewe. Acha ushabiki usio na maana. Sio kila kitu kinachong'ao, wewe kinakuhusu. Sio kila kitu kinachopendeza kinakuhusu wewe, vingine ni vya watu wengine, waacha waendelee huko. Wewe dili na yale ya kuhusuyo, be specific, kuwa wewe kama wewe, fanya yale ya kupasayo kuyafanya katika kuelekea kwenye safari yako katika kutimiliza yale ambayo Mungu ameyafanya kwa ajili yako, ili utakapoondoka tuseme kweli, alipita fulani fulani, kuna nyayo ameziacha zilikuwa hapa, hapa na hapa, na ukawasaidia wengine wengi zaidi kuweza kujitambua, kuweza kuishi katika upekee wao, ili mwisho wa siku watu waweze kuenenda kulingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yao itatusaidia sana tukiweza kuenenda kwa hiyo njia, taifa letu litanyanyuka, familia zitanyanyuka, tutanyanyuka, tutaenda mbele sana, tutakuwa tumewazidi wengi. Anasema